Kwa uh, majina naitwa mm -hmm. Kasim maarufu Twaha Kiduku. Hamna, nilishiriki mwezi wa ngapi? Nilishiriki mwezi wa sita, lakini haikuonyeshwa na wazalendo, kwa hiyo Watanzania wengi hawajua kama nilicheza mm -hmm. eh, lakini zentume Mungu inshallah kweli Chudani. Ah, pia waandaaji lakini pia vile vile ishu sio kuonekana kupigana, ishu promoter anapokuja kwamba kuhusiana na riski yani pes, pesa sawa, kwa sababu huwezi kusema toa anapigana tu toa kesi kwa anapigana mm-hmm. au mjosiku mnakuja kumuona ana kitu chochote cha maana, inakuwa ukamo kwa ndio maana <coughs> Na, anaona kimya e, lakini mtu kwa mtu akitokea mbaya kidogo, ambaye nasubua na inahitaji kiasi fulani nikakipata, na najua baada ya kutoka hapo zeni kuna dosari nimeacha kutoka na pambano lile. Kwa hiyo ndio maana mimi nipo nipo kimya kwa sababu pesa ambayo hizo watakunandalia haitoshelezi. Lakini tu ningesema nipigane tu mwingine anaisha. Tua bwana, ni, anakupiga ngumu mti mzito lakini toa ni mboga sindani bwana mm, ah, mi bwana mi dawa tu ya sindano. Mzimuzangu kivumbi sindano, bwana balaa olai mi hata unete nini dawa hizi kisado, lakini sindano. Mzimuzangu kivumbi siwezi wezi, naogopa. Umepigana mapambano mengi, umepata mikanda mingi, pambano gani kwako ni bora? na bado Mi naeza kusema hakuna pambano bola zaidi, na ndio ambayo kwa namna moja mnanamna mwingine ilihamasishahakuna dabi, japo zipo dabi ambazo zinajaribu, lakini aije kutokea ya yeah. Umecheza na mabondia? O, mi hakuna bondia sasa hivi, wote natamani kucheza naye, ila yote atakayetokea nipotee kucheza naye. Ambata tumetoka na Sale, yeah. Ndo tayari nishapigana na ndugu mbabe, amba tumetokaga Sale, nikarudia naye nkampiga, yeah. Changamoto gani ngumu ndani ya ulingo? Ah, nakumbuka miaka mingi imepita, kabla hata ya Azam nilicheza na bondia moja a, ni, ni mkongo ule, lakini, misa, lakini kitu kama laundi ya tatu ama ya nne nilimpia ngumi, mkono wangu ukavunjika wa kulia, sawa maeneo hapa mfupa ukavunjika kabisa, kwao mwisho siku sikuweza kutumia light yangu, kwa hiyo nilitumia mkono hmm wa kushoto, lakini hmm nikashinda. Toa pia huo mchezo wa mguu kule, pindi ulishapewa gari kutokana na mashindano. Ni kama zawadi. Ni bora kupewa zawadi kama hiyo gari au kupewa pesa? Ah, kwanza swali zuri sana kwa sababu kwanza pa bid tunawafahamisha wa, Watanzania apate kulewa kuna wengine hata baadhi ya mabodi <laughs> wengine walipita, yaani mtu apigania gari, hauwezi mtu kwenda pale kupigania gari, hapana, yaani kilichotokea pale saa saa kama umekuwa mkanda wewe, saa yaani promoter aliongea na dola, kaongea kiasi chake anachokitaka, baada ya cheza shilingi ngapi elfu mbili na mia tano, na toa cheza shilingi ngapi elfu moja elfu mbili, saa kwa hiyo mtu yote akishinda pale elfu moja yake, kama mpesa ni mia tano atapata milioni yake na kama akapata kasaini si shilingi ngapi atapata lake hilo lakini ile gari ilikuwa kama zawadi. Yaani tuseme mwenyewe amemtunuku ame, ame ambaye mtu atajaliwa kushinda. Kwa hiyo za gari hata isingekuwepo. Ilikuwa mna yote lakini yeye kaamua kuweka. Kwa sababu watu mtakataa na mimi Mungu amejalia nimeshinda ile. Nitakataa asitaki. Mpoge anaweza kukataa. Hiyo gari bado ipo au? <laughs> <laughs> Mimi mzee mwenzangu nipo na ST yangu. Sina maisha kutembea gari mbili. Kwa hiyo pale nimeuza. Lakini nimeongeza nyumba nyingine ya wa wapangaji, kwa sababu unaona itazidi kuleta mabala, kwa sababu gari kama gari inahitaji service. Hiyo asante sana kwanza. Pia kuna klipu yangu moja niliiandaaga, nimeiandaa nayo paka saivi, afu, ilikuwa ninasubiria muda tu niipandishe sasa so swali lako wewe itakuja kugusia katika ndani yako, na na mimi ni waandishi wa, wa habari wengi sana watoje kuchukua, umeona na kikubwa zaidi, yani si semaje, kwa ufupi kuna msiba um, ulitokea. Sasa najua mnaweza ngatua video na Sa, umu, mimi nika show love nao. Sasa subi niongee huko, na mimi mwisho wa siku nitanitumia nita, nita show love na Tanzania wote wapate kuelewa hii elimu ambayo tutakuzungumza kwa sababu ni clip ambayo nishaiandaa na nayo katika simu yangu, kwa sababu ni jambo la muda tu, umeona. Lakini pia kuna msiba ulitokea wa bondia mmoja alifariki mwaka mwaka huu, kama mnakumbuka eh, akapelekewa alipewa advance akaenda kumalizia hela yake msibani, unakumbuka eh eh, wada akakuwa kitu kama laki sabini hivi, akicheza laki moja, watu wengi wali doubt sana, ila mtu kafa, hoja laki moja, mtu hivi, mtu hivi. Sawa, watu wengi hawajui yani ngumi jinsi ilivyotoka, na hata kuna wengine wanashangaza ni mabondia makubwa wakubwa ambao nao Mungu amejalia wamepata title, wanajulikana ni watu ambao kashindwa kufanya kila kitu. Ajui wapi. Kwa mwisho siku ndo kaingia atakuwa bondia. Sasa bwana eh, kwa hiyo hata ndio maana Tyson mwenyewe tupo hivyo kujipatia hela zake, Mungu amemjalia kupata hela. Mwanae atakuwa bondia ambaye utafuta nini? Unaenda kukutana na watu maskini, watu wana njaa, yaani ukikutana na bondia mwenye njaa, yaani ukikutana kama simba huyo, utakuja kukuumiza nini? Wewe kula hela za baba. Mimi pambano la kwanza nimechezea elfu ishirini. Sawa. elfu ishirini ambao unajua wewe hii elfu ishirini na sio so? elfu ishirini tu nikacheza sana bure. Sio unaelewa? Nimecheza sana fight nyingi sana bure. Ilifika kipindi nimecheza sana bure. Panga katata nikitaka nikataka nikita nikita kukata tamaa. Mzee ananiambia vipi? Pambana. Sawa. Tafuta jina na utapata hela. Uwezo kawa na hivi hivi, wewe ah, upate mtu akugea bashi ngapi huko milioni 1 milioni ngapi? Haya, ah, kwa kitu gani ulichokuwa nacho? Ila zoela. Tafuta jina. Kwa nikaongeza zaidi na Allah akanisaidia, na maombi yangu na kujituma kwangu nikafanya sana mazoezi na nikapiga sana, na jina likaja likakuwa kwa ukubwa naazifataka natakamibwana ela na, nataka fulani napata na ndio kubwa. Hata bondia mimi, sio mpenzi wa mtu kujivuna ama kujibeza, hata mtandao katika insta yangu, mimi sio bondia ambaye muonekanaji kuvaa vizuri, kutoka sisi fulani, si kuonekana na kula masamaki na kula, sio bondia namna hiyo. Lakini mimi ndio bondia wa kwanza kucheza hela nyingi hapa Tanzania, kuna yote zile kwa mimi na tujipa kuli nyama umeona, kwa sababu unajua wapi nilipotoka na bado safari yangu inaendelea, umeona. Kwa hiyo sisi mabondia kiukweli hakuna from no ya mabondia wengi. Hata sasa hivi kuna wengine wako tayari wanamlipa promoter hela ili aende akashiriki tu, umeona, kwa hiyo yani ni mtiani sana, kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo Watanzania wengi waelewe hilo swala kwamba mabondia wote wanaanza kuanzia chini, hawapati kiasi cha kwanza akapewa milioni, mabondia hayupo na hata promoter hakuna kumchukua yaani baada ya kutoka kwenye fushini ma kwanza kabisa ndo naja kukumbuka, ndo naja kupewa hela nyingi kaja kuishangaa milioni hapo mm. E, yeah? <tumilazatani> E, mm. Kwa hiyo na kwenye milioni ulikuwa unapambana na nani? Hapo ah, kikupindicho. Pindicho kwenye milioni wakina France, wakina Lamaburu, mm. eh. mm. oh. <laughs> wa msauzi Afrika shida hakuna hiyo uh, kitu ila sema uh, bondia anapokuja, so sio, yaani bondia anapomaliza hiyo faiti sawa, bondia hataki kurelax sana, kapumzika sana wiki nzima, atakiwa arudi kambini afanye mazoezi muone, lakini pia atakipata faiti nyingine, anaweza kucheza katika asilimia 100 mimi bwana nakumbuka kipindi hicho ambacho sijatoboa na sina, na sijui kama nitajaliwa kutoboa. Kuna vitu vingi nilimuomba sana Mungu wangu anisaidie nipate kuvumiliki. Kwa vile nilivyomuomba kipindi kile, alhamdulillah Rabbil Alamin Mungu amesaidia vyote na nimevipata. Muona, ila wanadamu sisi ni watu ambao tunatamani tuliziki. Kadri unavyozidi kupata mafanikio, unatamani kupata na kingine. Kwa hiyo pia bado ninatamani vitu vingine mpaka sasa. Kwa hiyo bado naendelea Yani, mpaka ukiona nyani kazeka kukopa mishale mingi hmm. Hmm, na zabu awezi kuitwa zabu bila kupitia kwenye moto, tushapitia kwenye moto mingi hmm. Nonakwayo muda mwingine tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumepitia sana shida -so, o so, nimehurumiwa nimetapeliwa na hata hiyo feti ambao nilikwambia nimetoka, nimevunjika mkono sawa, vile vile mimi nikatoka pale, amna leo tulipata kusaidia, niekeka niekeka, paka mtu namuona hivi, unamshukuru tu Mwenyezi Mungu. kingine ambacho binafsi yako ujumla wajifunze kutoka kwako ambao labda hawakijui discipline. Discipline ya kizunguzwa, discipline katika mabondia wakubwa, na discipline. Mimi hapa sasa bwana, namsikiza mkubwa, namsikiza mtoto, na siku zote ukitaka ufanikiwe katika maisha, haijalishi boxing ama wenyewe na mwandishi wa habari na vitu vingine, discipline monabwana kwa mimi, naamini siku zote discipline kwanza ni kufanya, kufanya ibada. Umeona? Inafanya mazingira yetu, mazingira mengine najua kabisa pale nimekosea Mwenyezi Mungu, nitarudi nyumbani nitatia uzu, nitapiga goti. Nitamwomba Mungu wangu msamaha. Umeona? Kwa hiyo ukiwa hivyo kwanza ukiwa na hofu na Mwenyezi Mungu kajua kabisa kitu unachofanya makosa utajitengenezea discipline. Lazima discipline iwe nayo Zambia. Zambia hiyo nikutaka bondia mmoja nikwambia kwangu. Bondia Nilim, al, al, nilikuwa napotea mimi raundi ya tatu, nilikuwa raundi ya tatu pamoja kwa raundi sita. Umeona? Kwa hiyo mwisho wa siku nilimpiga akazima, lakini uzimaji wake alizima vibaya sana. Umeona? Kwa hiyo mwisho wa siku watu walipepea sana, afu jamaa toka pale. Umeona? nawombia kangu tangia ameanza kucheza mapambano yake mapambano yake yote anapiga KO. naye kapiga mapambano matatu naye yote matatu yote kapiga KO. Mf kuna mtu mmoja Mtanzania ambaye ana mdomo aita kuyakanyaga, anasema subiri nimuangalie. Ndio atajua nini maana bendera chuma mlingoti chuma. Akachimba, akachungulia, akasema bwana moto. Wewe ni shirika timu gani ndani <laughs> na nje? Mimi ndani hapa Azam <laughs>

Naeleza pia kwenye mapambano ah, mm. Kila mmoja anaenda kutimiza imani yake kufoka mifu ile yake, lakini de vzidei Mungu ndio kila kitu. Hatumaanishi uchawi hakuna, kwa sababu hata sisi Waislamu tunaamini kwamba uchawi upo na maana, hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alirogwa. Imani tunaisha kwamba shiriki ipo, lakini licha shiriki ipo, ipo dua zipo, tunamuomba Mwenyezi Mungu na Mungu ana nguvu kuliko ushirikina, kwa sababu yeye mwenyewe pia ndio kaushusha ushirikina. Okay, kiachana na ngumi, kwa hiyo kitu gani ambacho unapendelea sana kufanya na ukifanya, yani unakuwa una amani sana? Eh, mimi michezo michezo ambayo naipenda, e napenda drafti, napenda pool table, hiyo ndio michezo yangu ambao naipenda e sana. <coughs> <coughs> ah, vitega uchumi vipo mona eh, ndo hiyo ambao vinavitegemea kama nyumba ya kupangisha baba shopu na vipikipiki ambao vinaletea please, alhamdulillah mm -hmm. Ukipewa okay, nafasi ya kukutana na mheshimiwa Rais mama Samia, utamwambia nini kuhusiana na ngumi? ah, mimi kama mimi, tunamshukuru. Unajua bwana, katika maisha bwana, kila mmoja ana lake looni lake. Mimi nazungumzia kwa mimi binafsi, umeona sina baya naye na ametusapoti wana boxing, kwa sababu hata watu wa mafia wa fight wakaita nokauti ya mama mimi nishakula kama kumi na tano ya mama m 15 ya mama. M15 ya mama ya kwake mwenyewe mama. Sasa alhamdulillah, ila kuna mgeni atamia mama hajapata. Kwa hiyo mimi nina haki mimi ya kusema bwana eh, tunamshukuru tena sana. Na hata kama kuna machampioni wengine hawajapata pia, lakini wakipambana watapata kwa sababu ni mtu ambaye kwenye mpira ameonyesha ushirikiano, kwenye ngumi kaja na kuonyesha ushirikiano. Muona kutupa hamasa na kwa hiyo tunaenda pale na sababu hapa subiri fosiki hiyo. Hmm. Mara nyingi tamanio kubwa la mashabiki wako ni kuona kupata ushindi wa hiyo hmm. Na mara kadhaa kumuuliza mwalimu hapa ke anakwambia, hiyo vipi? Kwa upande wako wewe, hasa pale unapoona kwamba mashabiki wako wanataka upate andazi, na inatokea kwenye pambano huwezi kuaa palileya ndazi, inakuwaje upande wako wa binafsi professional yote tukiacha kuzungumza bali ya nini, yaani

mona lakini ukija kwenye professional boxing ukweli nikwo hivi kwamba KO haipangwi bali inatokea automatic. Mm. Yaani ah, kama mimi nalala tu nakula, nalala tu, sina ratiba yoyote jana. Ah bwana, mimi napiga zangulani nilio tu asubuhi labda kupata supu eh, mchana chips mayai, chips mayai. Ipigani anapigana na mtu mimi nashiba, hakuna <laughs> <laughs> <laughs> so, cha akuna da au chips mayai, watu wengi wanaizalau, ina watu wengi inawazaulisha kwa sababu moja wafanye mazoezi, sio, unaelewa? Chips mayai kutakujua inafanya mazoezi pia ni nzuri, fanya mazoezi yale mafuta unaona, yale mafuta yanaingia, sawa. yale pale yana uzuri wake. Unapenda kumaliza mambo yako fulani eh, kwa mchezo ni, basi unashikilia hiyo na ambao unatakiwa uendelee kutetea. Ah, mimi mimi nina mikanda tisa sawa bwana, eh, na mikanda tisa ipo ndani imefungiwa, kwa hakuna mkanda ambao sijui nitakaopambania, afu ni utetete na akitaka kupambana naongea na, na promota bwana, tapigan mkanda wako na kana chini bwana, sawa a natakajepale kuna ubio WBC, WBF, IB, IBF, na kuna mikanda ya Tanzania, sijui kuna PST kuna Tanzania kuna P...

Sijui bwana, Mungu mbele, bwana Mungu mbele, anaanza kubadilika. Mbona hapo mashabao wanapiga ngumi vibaya mno. Wana vitoto vya 2000 sasa hivi vinapiga ngumi hivyo hatari. Mimi kuna mabondia wangu ambao naandaji mkwangu mm. Eh, e, kuna mmoja anaitwa Adam kwa sababu naye anacheza faita Umeona eh, ila kuna wengine nao, Prince anaitwa Prince, yupo naye nyumbani kwangu hapa, naye naye bondia moja, inakuja vizuri sana, tuliombe Mungu, tunalo mpaka sasa, tuliombe Mungu. Je, nilijii tunalo, umeona, inakuja vizuri yani linakuja. Ah, mimi na bondia wengi sana, kama hamsini kushuka chini, hamsini na kitu eh, wao wengi wanafuata, wengi wana nyota mbili, nyota moja na nusu, nyingine moja, nyingine nusu, ukiachana na walio kwenye dambi yako

mi wa na, na <tipi> kwanza, kwa upande wa mabondia na wanawake, kuna mmoja ambaye anaitwa Idaya, jina lingine jita pipi, umeona muonekano wake na vitu vyake tofauti, umeona na kuna mwingine anaitwa Nonati, umeona. Kwa hiyo ni mabondia ambao wazuri na wanakuja vizuri na nakubali.